Niseme tu natoa shukrani za dhati kwa wote ambao wako wanaendelea kuwa pamoja na Baraka One TV kwa kuendelea kusupport kwa njia moja ama nyingine e, tokea tumemaliza mwaka jana na kwanza mwaka huu, nimekuwa ni jambo la heri sana. Ni washukuru ndugu jamani na marafiki wote ambao wako wanaisupport kwanza binafsi e, Baraka One TV na mimi hapa baba la baba mzee wangu wa Suma na pia kuendelea kusupport operation yetu saidia wazalendo kwa kila namna ile, tokea tulivyoanza mpaka hapa ambako tumefikia. Na vile vile pia niendelee kuambia hivi, um, kokote ambako unatutizama kama uko wapi, unaweza kufanya clip kidogo ya matangazo yetu ukakata kipande kidogo, alafu kanitumie, unaniambia kwamba bwana, mimi nakufuata toka sehemu fulani eh, mimi nakusikiliza kutoka sehemu fulani. Inakuwa ni jambo la heri sana so tukifanya hivyo tunakuwa tunaweza kuipush vizuri sana Baraka 1 TV. So, tungane wote kwa pamoja, na imekuwa ni nzuri sana kuona tumerudi ndani ya jiji la Uvira <laughs> kwa hiyo nawashukuruni sana, na usikose kushare, kusubscribe kule kwa Baraka1 TV. Asante. Ingia ingia baba ingia ingia baba ingia ingia baba ingia

nam tuku saa kumi na mbili saasa Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki, jioni hii, na mambo yanazidi kuwa tofauti ndani ya jiji la Uvira. Eh, tofauti na jinsi tulikuwa tunategemea, sababu asubuhi mambo ilianza ku, eh, kuamka amka, mchana gisi iko naenda, mambo iko na amka amka mpaka inafika eh, jioni, mpaka gisi inafika sasa hivi. Nini ambacho kiko muvile ya Uvira? Eh, sitakuwa msemaji sana, nikupe tu nafasi uweze kutizama na uone nini ambacho kiko kuendelea Muvira irj m, -M Ventura, inarudia Muvira sasa hivi, sasa hivi Muvira, ama nini kinaendelea? Hebu sikiza hizi kutoka Baraka One TV. Alafu tuje tukutane asubuhi saa kumi na moja na nusu, ndo, na moja na ndo tunaanza kurusha matangazo yetu na hivyo utapata habari za moto za Amka na Baraka One TV. Bye. Bye.

Habari ya mchana na habari ya asubuhi na kufikia mchana wa leo e, tunashukuru Mungu tumekutoka salama, sijue na nyie kule muko e, na bandugu bote pia na bazee bote bakizalendo e, Mungu awabariki sana e, Mungu awabariki sana e, nawe na pamoja nabo na apambane nao kwa e, uzalendo wanaojikuta nao kwa ajili ya nchi yetu, na kutokoa katika nchi yote ya Kongo e, nikakumbuka, nitaangalia kusema kitumie na kwa kani kuna shukuru na tumaini na baadhi ya kizalendo naangalia siku yenye mzee Laurent Desire Kabila alikuya, ila Mubuto alikuwa nguvu na majeshi na mainita ya kuachana, lakini e, udogo wa siku ulifanyizika e, RCD Goma ilikuya, udogo wa siku ulifanyizika, lakini kupitia M23 ya kwanza 2021 e, mwa partiri ya nakuya mpaka leo ituko 2026 kadiri ya miaka tano. E, ni kupitia si benye baraia kujitetea kupitia vazebetu pakizalendo e, Mungu awabariki sana na awe pamoja navo na Mungu aziri kuwa navo e, kubapigania na kuvashindia kupigana navo e, kukuwa upande wavo kupigana na maadui. Pole sana mzee Jabo, lakini ninasina mengi ya kusema leo. Tunajafula kuona kusema ndugu yetu iko pale juu. Ninajua kusema uvire karudia mikononi mwa bazarendo na FARDC. Hata ndugu yetu enye kutaabika Burundi batarudia. Mungu apewe sifa. Mungu alimba mbingo na dunia akatenganisha nchi na maji akatenga usiku na mchana na akatenganisha jua na mwezi. Mungu apewe sifa sana ila neno nitasemezea mzee Rajabu, hii neno uisambaze na baze ya kizalendo. Ninajua kusema hii ni sheni ya bazalendo, ninauhakika kusema ni sheni ya bazalendo na baze ya kizalendo wote wanaifuataka. Mzee Rajabu, ninatafuta kufafanusha neno moya, ndiyo vile baba anasema banaacha uvira

Ya, ya kama Makobola nini bachukue district bale batu ni bajanja sana, ni bamenti system, ni kizazi kya Kaini kile kya mauaji na kizazi kya Firauni. Bakakuwa district baneza kusema bache Uvira wakati batakuwa viko na shangiria Uvira na unajikuta bao banazunguluka banaenda Fizi ju banajua kusema Uvira batabacha pakatikati, abatakuwa na nguvu tena, banaweza kuzunguluka bende Fizi, bafikie Baraka, Baraka bende Kalemi ju banajua Fizi, muterituare ya Fizi ndio fashi yenye kuko resistance ile yenye najulikana tangu mababu sasa baneza kuona kusema acha babakokote muuvira wakati bo batakua mnafura muvira bo baperise bende wapi Fizi, Baraka na bende Kalemi. E, ile neno basenyeri de degere vote ifo bajazari. Na ile habari mzee rajabu karajabu, habari ya saizi? Salama ndugu yangu e, ongera tena ongera tena felisitasio kwa wazalendo. Ushindi kwa ngambo yetu kila siku, ushindi kwa ngambo yetu kwa juyo, ni nchi yetu ni nchi yetu omwetubaki paka kwenye mkongomani wa mwisho. E, na kitu kingine nilikuwa nataka kuzungumzia ni juu ya hichi tatizo ya wa refugee. Unaona wa refugee, ya wa refugee walitoka Sud Kivu na Nord Kivu, kule Magoma, fasi yote wa refugee wako Burundi. Hapa Burundi kabisa, wanapata matatizo. Unakutana par jour panakufa 30, 40, 50 ya lakini wa bisemi ya lakini wale watu wanakufa braza kwenye makambi ya wa refugee wa Kongomani tunaisha tunakufa. Sasa ningekuwa nataka kusema hivi, ujumbe wangu mfupi. Unaona oh, awa wanyamrengi, hawa Wanyarwanda ndio wanatuletea vita kwenye nchi yetu, wanatuletea vita kwenye nchi yetu. Sisi wa Kongomana wao, yani wasijichange na Wanyamrengi, wasikuwa wanajichanga Wasikuwa na jichanga wafanye kambi yao na sisi kambi yetu. Yani wakikuwa na tutia kambi yetu vurugu na mle mle kwenye kambi, wewe inaendelea kwa juu. Wao ndio wanatuletea vurugu kwenye nchi yetu, afu tunakimbia manchi za nje, tunakuwa refugee, afu nao wanajikuta nao tuko nao makambi sehemu moja. Hapana, wako na wafanyizia kambi yao ya, wa, ya Wanyamurenge huko ya Wanyarwanda, ya wa refugee Kongole, na sisi wa Kongomani asili wa Kongomani mia kwa mia baba na mama wanatufanyizia kambi yetu wasikuwa wanatuchanga nao kwajuao ndo wanatuma sisi tunakuwa na matatizo kwenye nchi yetu. Unaona, na kitu kingine unakutana hata hizi manani za kwenda Ulaya ma, ma, manani za kwenda, wao ndio wako nawatia mbele. Sasa tusikuu tunajichanga nao jambo jambo, ndugu Rajabu, ni mimi mzee Selemani hapa South Africa, Cape Town. Ndio nina furaha kubwa kwa kuweza kukutana na wewe kwa kuweza kupata kwenye line kwa ajili tuzungumze kidogo ndugu Rajabu, natafuta kukuambia ni vizuri sana hawajakwenda na naona maarifa yao ni maarifa moja ya panya panya. Maana yake unampiga kwa heshima, anakimbia. Uambie wazalendo, ndugu wazalendo, na niomba sana, kama wakaoko walitoka, lakini mimi najua watoke waliona hawana na njia ya kupitia, kwani mlifunga milima yote, mkafunga barabara, mkafunga maji. Gisi wanampatia furaha nyini kurudia Uvira ni kwa ajili, mwache milima wazi, wamizunguke wende ngambo za Katanga ama wapite ngambo za Fizi Baraka, wende kule sasa. Gisi sitasema wanusu wadogo, waingie ndani ya mji kwa kufunga ngambo za kwenda Kiliba, njia za kwenda kule muplen lakini wengi wawekie milimani kwa maposisio muliyekuwa nayo, kwani muliwafunga wale wauni ndani ya mji wa Uvira, walishindwa kwa kutoka na kwa kwenda. Sasa vilevile wanatafuta wafanye kisasi, hivyo hivyo muliwafunga, wanatafuta wazunguke, wamifunge ndani, wapate njia ya kwenda. Tafadhali, tafadhali sana, mfungue mecho na akili, msiwe na furaha ya, ya pupa Mngojee kabisa, mnasikia kama wanafika ngambo za kule, wanaingia wanarudi paka mpaka ukavu pale. Sasa mnaweza kushuka nyinyi wote na kufunga vilima vyenye kuwa kabisa njia ya ukavu na kwenda kule kwingine. Ndivyo namiomba kabisa, ndugu zangu wazalendo, furaha sana. Mwenyezi Mungu awe nanyi kabisa kwa kila wakati na muda, na mda nyinyi mkingiwe. Nasalamu alaiko ndugu zetu Waislamu eh Bwana Yesu asifiwe kwa wakristo wenzetu, na amjambo nyinyi wote wakongomani wetu wazalendo popote mulipo, Mungu awawezeshe na washindie. Ah, nataka ni niongee kidogo hii. Bwana mtangazaji wetu Rajabu akili Kabonga, asante sana kwa kutuonyesha kila habari yenye nayopita tunaanzia ya asubuhi ya saa sita ya saa tisa mpaka kuya saa kumi. Mungu akuwezesha na kushindia, wawa ni muzalendo, nazani sijui niseme nini. Na kwa uzalendo wako huo na wazalendo wengine, Mungu wa aendelee kuwawezesha. Unaona, kitu kimoja natafuta niseme Hii panya ya Sarambwe, panya za Sarambwe, unasema vizuri, tusiite masimba za Sarambwe, tuite mapanya za Sarambwe. Hawa watu kitu moja, na sio kitu moja tu, walizaliwa wa uongo, maanake ile uongo iko mudamu yao, ile kuua iko mudamu yao, ile wizi iko mudamu yao, yaani ubaya yote tuseme ya ulimwengu nzima iko ndani mwao. <coughs> na sijui kama wanajuaka kama wao wenyewe njo walijiumbaka hawakuumbwa na Mwenyezi Mungu. Sijui kama wanajuaka kama Mungu yuko, na sijui kama banawaziaka kama zambi ziko, yaani. Sasa hii Umoja wa Mataifa banaandikia kama barua. sasa juu niju... Ndiyo, nilishaelewa juu ile Umoja wa Mataifa iko ngambo yao, yaani inaonekana eo njo wanafanyizia e, u, u, watu Wakongomani wanawafanyizia makosa, lakini woo hakuna makosa wanafanyizia kwa Wakongomani. Wakongomani sio shia, wakongomani njo zinatutesa sana, zinatuua sana, kutubaka, kutuiba, kutupora mali Yaani sijui mabaya ya kila aina zinatufanyizia. Sasa zinajigeuza ile mabaya yote zinafanya zinajigeuza, zionyeshe umoja wa mataifa kama zinaonewa. Sasa, ndugu zetu, tunasema hivi, wazalendo, FARDC, mwenye iko na uzalendo hivi, munaingia Uvira fanyeni musako popote pale, fanyeni musako kwenye kuko panya ya Sarambwe Towa, irudie kwenye ilitoka, wako mule mule, hawajaenda. Mimi najua wanaonyesha sura kama wanaenda, lakini wako, ufanye misako wale wote walikuwa wanatembea nao na wakuonyesha njia hata mashefu daveni hapo, ziko mweo ba nyumba kumi, wote biko biko umo wana ni yaani ni, ni watu wao. Habari mm, za saa hizi, Bwana Rajabu Wakili Kabonga, e, wewe mzee wa Ngwasuma mm. E, sawa, tunashukuru bwana kwa taarifa. E, wana Ngwasuma kama wewe tunasikia kwamba e, wameingia, wameingia mji wa Uvira. Alhamdulillah alla kulli hali. E, Mwenyezi Mungu ashukuriwe. E, japokuwa unatoa masikitiko na huzuni e, sawa e, japokuwa wataandika, huyu Mnyarwanda huu umemtambua tangu lini huyu hmm? Mnyarwanda umemtambua tangu lini? Vita vilianza mwaka wa elfu moja kenda mia makumi kenda na sita, hakuna siku wakati mzee Laurent Desire Kabila laingia Mobutu alipiga kelele, anasema jamani, mimi nimevomiwa na nchi takriban, akazitaja Burundi, akataja Rwanda, akataja Uganda au maKenya au ma Somalia Eritrea au wote walikuwa wanajificha nyuma ya mgongo ya hizi nchi tatu ndio alizozilenga mzee Mobutu. Lakini Mnyarwanda Rwanda hakuna siku alikubali kwamba sisi tuko kwa mgongo. Mobutu akawa ameondoka amekwenda na maji Laurenti alipofika Kinshasa akawa umetawala. E, baada ya siku mbili tatu, naye ali uasi kule kulekule ulikotokea tena ukazuka tena. Mzee akapiga kelele kama ile ile bwana Mabutu kazungumza naye akapiga: jamani, jamani, jamani, navomiwa na nchi jirani Rwanda, Uganda, Burundi, Rwanda, Uganda, Burundi. Na tulikuwa tunaona hapa kama ulikuwa wa Fizi kipindi kile, uliwaona waaskari wa Burundi walikuwa wanakuja na hizi n a hizi mabenzi hizi mafuu mafuu za kijeshi, wanapita hapa wakipakia kesi za Fanta, kesi za pombe, mpaka wakafungua mabaa za kuhuzishia pombe na madepo za kuhuzishia pombe mjini wa Baraka. Unakumbuka kipindi kile? Lakini hakuna siku mrundi na mnyarwanda na mganda walikubali kama wako mwaardhi ya Kongo, walikuwa wanasema ni vita vya sisi kwa, kwa sisi eh, istoshi mpaka leo hivi mpaka leo hivi. Leo mnyarwanda anakamatwa mateka, mnyarwanda anafanyiwa hivi, lakini mpaka leo Kagame anakuambia mimi sina hata askari hata mmoja Mkongo. Sasa huyu mtu utamwelewaje? Na kama wataandika, acha waandike. Wame... bana furaha na bado, kama kisu tunavyotoka kusema, ni watu tu, tujizuie, tuangalie, kwa sababu maadui na hao hao wenye kupora hao hawawezi kuacha, wanaambiwa na watu wao, kwa sababu meshakuwa na watu wengi sana umo wa vijana wengi ambao walikuwa utegemei kwamba wanauza kuwa ni wanamemba wakubwa wa uh, Rwanda. Umewaona wakati M23 wanaingia hapa Uvira, walifanya maandamano ya kusema tufanye ile ile, inaitwa inaitwa marche de soutien ya kwa soutenir wa M23 eh? au kuona vijana wengi ambao mlikuwa mnashinda nao mkarti, mnapishana nao barabara, wanakuja wanakuhoji maswali, mnawahoji maswali, mnawapa majibu. Ah, sasa haukuwaona juzi wanasherekea kukamatwa kwa Uvira mikono ya M23 na Rwanda RDF. Sasa, hii itakushangaza nini? Na watu wao vilevile wanaweza wakachangia. E, sawa kama wataandika waandike Awilu unyanyaso. Unyanyaso. Watasema nini? Umesema ni taarifa ya jana umezungumzia kuhusu habari ya minembo huko kama ni point zero huko Bibokoboko na nini na nini Ulizungumza majuzi juzi, nilikufuata kwa makini, ukazungumza ukasema kwamba wali wa Bembe na wa Nyarwanda walikaa sehemu moja, wakazungumza wakakubaliana, jamani, tuishi kama zama, tuishi kama zamani. Sawa, sherehe ilifanyika pale, Mbembe akazungumza yake, Mnyarwanda akazungumza yake. Sawa, bwana, tuache vita, tuishi kama vile zamani. Lakini wewe huyo huyo jana tena ulizungumza ukasema, aha, leo sasa tuko wapi? Leo mko, mnajiandaa kutaka kushambulia wapi? Baraka, mwende Fizi mpaka Kalemi. Je, mnasahau makubaliano na muungano wetu ambao tulikuwa tumekubaliana hapo juzi hapo? Sasa vitu kama vile hivyo, ndugu yangu, usisikitike zaidi sana eh, hatujamuua mtu. Wazalendo wameingia hawajaua mtu na hawatanyanyasa mtu. Tumekaa na hao Wanyarwanda humo, awa Wanyarwanda si tumekaa nao humo? Wazalendo siwadhibiti miezi kumi tuko nao humo eh kuna mnyarwanda ambaye alipiga kelele sema aliingiliwa ali au alifanyiwa ubaya na, na, na, na mzalendo. Tunaona ni binadamu, isipokuwa wao tu wanakuaga wanajitoa maule utu, wanataka kujifanyesha kama vile na minyama au tu waite minyama, sababu binadamu ni kwa na akili. Mungu kukupatia masikio mawili ya kusikia, macho mawili ya kuona baya na zuri. Sasa na Mungu akakwambia baya ili zuri ili akakwambia, chagua waya mawili, ukichagua baya, basi atakupa baya ni ukichagua zuri atakupa zuri. Hey, sasa tufanye sasa aje? Tumeishi nao umu vizuri tu alhamdulillah, na hata kama leo eh, hey, wazalendo wameingizana Uvira, hawatawafanyia kitu, wala wasiokope, wala wasiokope.